Guess who is here today? Leo tuko na the best candidate kwenye nafasi yetu ile tuliokuwa tumeitangaza, ntuliokua tuna tunamhitaji aende Mbeya kwa ajili ya kumhudumia mteja wetu, tuliitangaza kwenye platforms zetu mbalimbali, hatimaye leo tunafanya content na uh, huyu kijana ambaye ameweza kufanikiwa kuwa the best candidate. Hongera sana kaka Albert. Asante na sana, karibu sana kwenye mradi wetu e, sisi mradi wetu unaitwa Pep piga kazi empowerment platform ambayo ipo kwa ajili ya kutoa fursa mbalimbali mbali kwa ajili ya vijana wa kike na wa kiume ambao wanahitaji kujitafuta, kujitegemea kiuchumi. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivi na nadhani hata wewe mwenyewe umetuona through social medias mm -hmm, unaona kazi zetu ambavyo tunazifanya, tuna posti uh, hizi, hizi, uh, hizi i haya maudhui ambayo tumekuwa tukifanya na watu mbalimbali, imekuwa sehemu ambayo inaonyesha watu wako na wanaendelea kupata fursa kwenye mradi wetu yes. Kwa hiyo hongera sana kwa kuwa the best kwenye hii nafasi, kwa kupata hii nafasi ambayo imekuchukua muda, umepita kwenye interviews mbalimbali, lakini hatimaye leo tunakukaribia kabisa kabisa kuku, kukuendo va kukupeleka kwenye kazi na majukumu yako. Asante sana, karibu. Shukuru sana shukuru kwa fursa, yeah. Unaweza ukatuambia kidogo utaalamu wako labda na experience na tumekuelezea situation ya mgonjwa wetu na nini? Yani, unaweza ukatuambia chochote kuhusiana na wewe yani kidogo. Mm, mimi naitwa Robert Mponji mimi, mm. ni nurse assistant. Mm. Mm, nimefanya katika kazi sehemu mbalimbali mm. kituo changu cha kwanza kabisa nilifanya Mwanga Dispensary, ipo mm. Mlandizi pale, nimefanya kwa muda kama miaka miwili hivi mm. toka hapo after zeni nilivyoacha pale kazi, nikawa na nipo chini ya dada mmoja anaitwa naitwa Neema Mwanga, alinipa majukumu ya kuhudumia wagonjwa majumbani. mm -hmm. Alikuwa na platform yake, anatutangazia tukipata mtu unaomba, ule qualify, unapata fursa ya kwenda kuhudumia wagonjwa majumbani mm. Eh, japokuwa unapata sometime muda mwingine unakuwa upo nyumbani muda mrefu mm. akitokea kama hivi kitokea, unaomba, ukifanikiwa unaenda kwaona wewe nika. Kwa hiyo mnafanya delivery ya huduma? Ndio, okay. Eh, kwa hiyo nikawa hapo kwa muda kadhaa, na japokuwa sometime wagonjwa wengine na nini, nikipata hata watu wanani wa connect nafanya hizo kazi mm. eh, ndio hivyo, okay na kwa experience uliyoipata wewe unadhani ili jambo la watu ama wagonjwa kuwa wanahitajika kuwa na watu wa afya majumbani sasa kwa wale ambao unakuta labda wanakuwa na, na magonjwa haya kama ya kisukari pressure iliyofikia ile maximum level ama wamepata ajali na wao ni wa kulala yani wewe mawazo yako juu ya hawa wagonjwa ambao wanawekwa majumbani kwa sababu kuna wengine hawana hiyo awareness kwamba wako watu wanatembea kama hivyo walikuwa unafanya I mean, unakwenda na kurudi unaenda kumuona mgonjwa nyumbani. Wengine wanakaa tu na ndugu kawaida, wanamwangalia mgonjwa wao peke yao without hizo sasa, hizo hizo taratibu zenu za kitaalam kabisa na za kitabibu. Yani, kwa bahati mbaya sana jamii mm. imekuwa mgonjwa akipata bila ugonjwa wa muda mrefu hasa yasiyoambukiza kama pressure mm. kisukari, wengine wanapelekea mpaka stroke, mbona mm. mm. watu wengi wanakuwa wanawaacha kama wanawatelekeza mm, kwa mfano tena mwingine kama amepata hiyo changamoto akiwa Dar es Salaam, ambapo ana huduma nyingi za kijamii, wanamrudisha mkoa, wanafikiria akakae mm, huko wanafikiria kwamba ndo imeshaisha hiyo mm, lakini kumbe kinadharia ya kitabibu ki mm, haipo hivyo. Mtu anatakiwa bado aendee kupata nini huduma mm. Na wengi wao oh, wanaopata huduma wanarecover mm, wanakuwa vizuri kabisa, wanarudi tena kwenye uhalisia wao na kufanya shughuli za kimaendeleo na kimaisha vizuri kabisa. Umaona mm. Kwao sasa, watu kama hao wanahitaji sana kupata monitoring, au mtu sahihi ambaye atakaye monitor, na changamoto yake kama ni sukari, basi mtu huyo anafanya nini, anapima sukari, mtu anayemsimamia chakula, chakula sahihi kwa wakati, mazoezi mm. kwa sababu bila mazoezi mtu hawezi kufanya nini akawa sawa. Hasa watu wa sukari lazima afanye mazoezi, aweze atumie dawa sahihi, chakula sahihi, mtindo wa maisha ni kumfanya au kwenye mtindo wa maisha ambao hakuzoea, lakini apate usimamizi. Sasa tunavyoenda, tunawaachia ndugu ambao wao hawaelewi chochote kuhusu hii mambo ya kiafya mw. inakuwa tena changamoto. Wengine wengi wanazo, wanagombana wao kwa wao, anachoona anachofanya huyu akiendani Mm. Mona mm. Kwa hiyo pale katikati panahitaji kuwa kama mpatanishi. Mpatanishi huyo ndo maana nyingi jamii wanashauriwa kupata nesi au daktari ambaye atakafani anakuwa anawahudumia mm. anakuwa anawapa mwongozo, bwana mgonjwa wetu kuona na hali yetu hivi na hivi, tufanye kitu moja, mbili, tatu. Mm. Kwa sababu hata changamoto hizo wanavyokuwa nazo na kwa kuwa zinakuwa kwa muda mrefu kidogo, waga kufikia kwenye hatua mbaya zaidi, haikurupuki ni kitu ambacho kinaanza mdogo, mdogo, mdogo, mdogo, mdogo, mdogo, mdogo, mdogo. Nakuta kimekosa mtu wa kumonita hiyo e, hali kwa, akipatikana mtu wa kumonita mtu anaendelea vizuri anaweza kali kava, umeona, eh, kwa kwa hiyo hii huduma ni inahitajika sana katika jamii yetu, na bado elimu kubwa inahitajika sana sana sana kwa jamii eh, elimu hata vile watu kama wanaweza kuwekeza wenye mitaji wanashauriwa sana kuwekeza kwenye kuandaa nyumba kama hizo za kuwalea watu kama hao, kwa sababu okay, ndugu kwa ndugu ma nyingi, nimepitia sehemu nyingi, ndugu kwa ndugu wanagombana sana. Wanagombana sana au otherwise, kama hawatogombana wao kwa wao mbele ya mgonjwa mgonjwa, basi unakuta wanamterekeza mm. Toka asubuhi amejikojolea hey, ameachwa hamna wa kumwangalia, labda amepata haja mpaka jioni. Sasa mgonjwa kama huyo anajifikiria je, nilivyokuwa peke nilivyokuwa mzima nilikuwa naweza kujihudumia mwenyewe kwa kila ki, kwa kila kitu, lakini sasa nipo hivi kwa unakuta presha. Haya mawazo eh, yanazidi kumdrain yanazidi badana e, eh, okay. na vile kwa kuwa hygiene inakuwa ndogo, kwa hata magonjwa mengine bakteria mbalimbali wanaweza fanya nini wakamwataki okay. kwa urahisi, kwa unaweza kapata magonjwa mengine ambayo hakuwa nayo kabisa mm. ndio eh, hivyo yani okay, na umeongea vizuri hapo ulivyo zungumzia kwamba wanawatelekeza hata hivyo, na mimi nikawa na wazo. Unajua muda mwingine watu pia wanachoka. Asichofikiri ni kwamba anadhani kwa sababu ni ndugu yangu mimi nampenda naweza nikamtekea, lakini kama atakuwa ni mgonjwa wa kuumwa muda mrefu anaweza kamtekea kwa energy mwanzoni hivyo hivyo, japokuwa ujuzi hana, akadhani huo so, upendo so. peke yake unamtosha, lakini baadaye atachoka, ataanza kuwa yuko bize. Lazima maisha mengine yaendelee. Unakuta mtu ana ratiba zingine za kazi, majukumu na nini, au unakuta wanawapa dada wadada wa kawaida ndo anawaangalia, hawajui chochote kabisa, kabisa. Mm. mbaya kabisa unakuta, labda mtoto ni mwanaume, anapewa mdada, ndo afanyaje amhudumie? Ile pale inamsababisha kwanza, anajisikia vibaya na kwanza kwa hata uweza kumhudumia kwa kiwango, yani hata robo ya kile kwangu kinachohitajika kuhudumiwa mm. hata mhudumia, na yeye sometime atakuwa anahudumia labda kwa sababu na bosi yupo, ah ndo atafanya nini, atenda mm. kufanya lakini hazawaisi hakuna kitu atakachofanya vizuri mm. Utakuta hali ileile ile kama niliokueleza kuanzia asubuhi mpaka jioni mm. yupo vile vile kwenye kondishoni, lakini akiwa mtu pale kati, kati yao ambaye anajua nje ndani, ina maana mtu anaenda na objektive zake na malengo mm, kwamba asubuhi leo nimeamka, natakiwa nifanye kitu moja mbili tatu mgonjwa wangu huyu moja mbili tatu, kutokana na vipimo nilivyopima uwe kama ni nesi au daktari wa pale, anakuwa rahisi sana kushauri bwana, mgonjwa wetu kutokana na vipimo vyetu vinavyoenda hivi, naona mambo haendi sawa mm -hmm. Kwa hiyo anahitaji kumuona nani daktari, daktari wa juu zaidi mm. -hmm. au kupata vipimo vizuri mm -hmm. zaidi, perfect umeona eh, yani hapo na huo ushauri hawa ndio mm -hmm. muhimu, na hata unavyoenda kufanya kazi lazima wao wanakusikiliza, ndio kwamba unavyotoa ushauri kama hivyo, labda vya kula vya kumpa nini, lakini baadaye unavyoona changes zozote, ni muhimu sana kama unavyodai ushauri kwamba hapa sasa twende hospitali twende hivi, ili kwamba kuendelea kuiweka salama hali ya mgonjwa. So, e, umeongea mazungumzo mazuri Sofa, nadhani umeongea pia kitaalam zaidi, ambayo hata mimi kama mtu wa kawaida si, sina hizo nini za udaktari, ambaye sio professional kwenye hilo eneo, kidogo nakuwa na enjoy na furahi, lakini pia ni vitu vipya, lakini ni vya muhimu sana kwenye jamii. Kama unavyosema, bado jamii inatakiwa ielimishwe sana. E, na ndio maana sisi hivi vipindi vyetu, kingine kikubwa ambacho tunafanya ni kuelimisha jamii. Kama hivyo watakusikia wengi ambao pengine wana wagonjwa wao wamekaa nao wa majumbani. mm -hmm. E, wanatakiwa tu waelewe kwamba wapo watu ambao ni wataalam kama nyie manesi, madaktari ambao ni kazi yenu, na hiyo hamfanyi tu kama jukumu, hamfanyi tu kwa sababu umepewa ufanye, lakini wewe unafanya kwa sababu hiyo ni una passion nayo, ni professionalism yako, ni moja kati ya majukumu yako ambayo ungeyaperform hata ungekuwa hospitali Ndiyo. Yes, kwa hiyo sasa malengo ma ma yako kwa sababu unaenda Mbeya kufanya kazi, kwanza umejipangaje kwenda mkoa umetoka Dar es Salaam. Sikuwa unaishi hapa Dar es Salaam? Ndio niko naishi. Eh. Alafu unaenda Mbeya, kuna hali ya hewa ya tofauti na hapa kwao, umejipangaje kwanza kuyamudu mazingira lakini pia umepangaje kuenda kuianza kazi yako? Mm, kwanza mikoa Mbeya sio mgeni sana. Japokuwa mm. Mbeya niliingia mara moja. Mm. Na nishaendaga kuhudumia mgonjwa kule Mbeya. Nilikaa kama wiki tatu. Ah. Yeah. Uh -huh. Kwa hiyo sio kwenye zile zile harakati zako za kuhudumia yeah. Ah. mgonjwa na hizi zinishaenda nilikaa wiki tatu. uh -huh. Nilikaa papo kwa mgonjwa ko vilevile, afu sasa kule, kule kidogo mazingira ya baridi. uh -huh. Lakini mimi nimeishi sana Songea. uh -huh. Sasa hali ya Songea na pale ile Njombe mpaka Iringa mpaka Mbeya zinaendana kabisa labda hapa Njombe ndo baridi nimezidi sana lakini kama Songea na huku nilio kunaendana kwa maana kuna okay. Mm. kwa kwa kwa ya kimazingira huko kwa kwa vizuri kimazingira kima ipo vizuri kwa sababu nimetembea sehemu nyingi sana kwa hapa Tanzania na hivi hivi. Mm. kuna kazi na nini kwa kuhudumia kimazingira, sioni kama kutakuwa na mabadiliko mm. ya hali okay. ya hewa japokuwa tuna haswa kama wataalamu mtaalamu yoyote yule anahitajika anahitaji kufanya nini kuendana na mazingira hmm. Popote anapofika anatakiwa kuendana na mazingira na mazingi. na mazingira. Okay. na kikazi, yani umejipangaje kwenda kumhudumia mteja wetu, kwa maana ya majukumu yako, sababu ni kwa mwaka mzima unajua mkataba e. Kwa hiyo umejipangaje, yani kwenye huu mwaka mzima kufanya kazi yako vizuri? Kwangu mimi nimejipanga, kwangu mimi kibinafsi Mm. Kuhusu mazingira nyumbani nilipoacha na nini, mm. Japokuwa nina kafamilia kidogo, lakini nimeacha mazingira hapo, sala familia sala, ya mke wado, ah, wadogo zangu naishi na mm, eh, na wadogo zangu ndo wananitegemea. Okay, kwao nimesha kama mazingira salama na wengine wameshamaliza safari shule, mm. Kwa hiyo kuhusu jambo hilo sio kwangu sio gumu kikubwa. Ninaenda kule naenda kutana na changamoto mpya, nakutana na mgonjwa mpya mwingine tena, umeona? Kwa hapo napo ndo kama tunatakiwa tuendane na mazingira, mgonjwa mpya, unakutana na watu wapya e, na kila jamii ina tamaduni zao na kila familia ina miiko yao mm. kwa hapo napo kama mtaalamu nimejipanga pia e, okay, na malengo yako haswa ni nini makubwa yale ku motivate wewe ukaona ifursa ukasema ngoja niende nikaifanye, yaani, na malengo gani? Kama binadamu wa kawaida, nina malengo mengi kwenye, kama Albert eh, kama Albert nina malengo mm -hmm. mengi sana kuhusu maisha yangu mwenyewe mm -hmm. eh, na hayo malengo nilikuwa nayo, lazima nifanye kazi ili nifanye nini, niweze kuyatimia kuyatimiza. Haiwezekani ukasema niko na malengo yangu hapo na pale bila kufanya nini bila kufanya kazi mm. Lazima nifanye kazi. Nikifanya kazi naamini mambo yatakuwa vizuri, kwa sababu tukifanya kazi utapata. Wanasema anayefanya kazi mazabauni mm, hatuweza mb... kuenda kula msikitini huko, atapigwa mawe tu <laughs> eh, <laughs> kondo hivo. Okay, sawa basi, nadhani nimekuelewa vizuri. Kikubwa mimi nikutie tu moyo na kukutakia kila laheri kwenye majukumu yako. E, tunatamani na tunategemea makubwa kwenye utendaji kazi wako. Hii kazi ni very sensitive, yani kazi ambazo zinahusisha afya kidogo ni kazi ambayo ni sensitive sana kwa sababu una deal na uhai wa mtu unajua. Mm-hmm. E, kwa hiyo ni lazima uhakisha unakuwa makini sana, lakini pia unaendelea ku we uh, mwenyewe kuhakikisha kwamba majukumu yako the way ambavyo unayafanya ni kwa kuangalia uhai wa mtu zaidi. Yaani hakikisha kwamba ni bora, unajua watu wengine tunawapeleka wakaoshe vyombo wa kadeki, hata kama wakiharibu kazi How haina madhara hayo. Ha, e, lakini jitahidi. Mwanzoni pale ulisema kwamba utakuwa unatoa ushauri, kama unaona kabisa kuna issue hazipo sawa, hata kumuona ukarecommend, labda awamuone, muende kwa daktari, umpeleke hospitali, that's nice. Kwa hiyo ya hakikisha unamonitor hilo jukumu, na jukumu pekee ambalo unakwenda kulifanya ni la huyo mgonjwa kwa hiyo kahakikishe muda wako wote una, una, una hapo kwamba hakikisha mgonjwa anapona. Yaani kwanza hiyo ndio tamaa kubwa ya, ya kwetu sisi. Inawezekana, lakini angalau basi anaonyesha kwamba anarudi ana kwenye uhalisia, kwa sababu wana mtu ambaye wamemlipa ili kwamba aweze kuwafanyia hiyo kazi. Mimi nikutakia kila la heri, hongera kwa mara nyingine, karibu sana kwenye taasisi uh, yetu kwenye mradi wetu sisi tuna Uh, tunaendelea kuwapa fursa vijana kama nyinyi ili muendelee kufanya vizuri kwenye maisha yenu binafsi, lakini pia kwenye majukumu ya kutambulisha kituo chetu pamoja na miradi ambayo tunakuwa nayo sawa sawa, sawa. Asante sana, karibu sana.